Ingekuwa heli leo, musikie sauti yake musifanye niyo yenu kuwa yuu. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ikiwa ni jumapili ya ishirini na saba ya mwaka, masomo yetu inatuangazia sisi kama watu jinsi ambavyo tunaangalia na jinsi ambavyo tunakutubaikia Mungu, ingawa tunapata shida nyingi katika mambo nyingi katika maisha yetu. Imbapili iyo kita tuliona ile Yesu alivyokuja kwetu kupitia iwe chajili na risaa, yeyeliweza kula mahana kwa sababu hakuweza kutambua sisi taifa la Mungu, taifa teule, watu wa Mungu, vile tunavyo stahili kuwa na mtazamo tofauti na watu wa ulimwengu. Tunapojikuta katika hali ya utaka katika maisha, kwa kawaida maisha zano wetu lazima uwe tofauti tukimtumainia Mungu, kwa sababu yeye ndiye anayejua nakatujani kwa nyakati zote. Tumsikilize lazima, katika somo letu la kwanza, ambapo tunaona watu wa Mungu taifa na Mungu taifa teule taifa takatifu na taifa na makuhani. Taifa hili lilikuwa na Mungu na Mungu akawaacha. Sio kwamba wao walimchagua Mungu, hapo ndio kuna kitu kumaanisha, walimlilia Mungu hapo Mungu wakati na walikuwa na shida pale Misri na Mungu akasikia wa kilio chao, waliweza kumwita Mungu na Mungu akaweza kuitikia, walimtafuta Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akaweza kujidhihirisha kuwa mnavutia kwa mataifa mengine na wengine watajiuliza, hawa ni wakina nani ambao wanabarikiwa na wanaishi kulingana na mapenzi ya Mungu? wao ni

Ukifika mwisho unaona Mungu amekufuata mwena hacimu oviao, unaona hakuna utanu wa kuendelea uwa Mkristo, hakuna utanu katika maisha, umefika mwisho gani. Siku ya leo kupitia matukio ambayo amekuja kwetu kwa nabii ni kwamba mwisho wa mwanadamu ni mwanzo wa Mungu.